Mm, kiukweli, mm, naomba nisikilize, mm, na mimi yaliyonikuta, mm, nilikuwa naogopa sana kuposti lakini imebidi tu ni posti, mm, na hapa nilipo naongea taratibu ili watu wasinisikie, mm, msiendelee kuposti zile video za kuhusu mambo ya siasa, mtakamatwa Ntakamata na mimi. Huo mpango nilikuwa nao wa kufanya vile ambavyo walikuwa wanatakiwa kufanya wengine, lakini mimi na mimi ni, nimetokamo kwa kweli. Mpango ninao mwingine, mpango nao mwingine, naomba huu mpango nao nilionao niwahusishe nanyie nyie na, na, na nyie mweze kufanya huu mpango nilionao mimi. Naomba tarehe ishirini na tisa Mwete, tuende kufanya tukio la maajabu, tuende kutiki tuende, tuende kutiki tuende kupiga kura, tuende kupiga kura cha ujinga. Ulijua nataka kusema nini? Ulijua na maanisha nini? Twende tukatiki, acha ufara <laughs> Wewe oh, uogopi oh, mabomu ya machozi. Wewe oh, uogopi oh, kufa. Ulijua nataka nasema kuandamana. Si andamana, nikambike kula <laughs>